Vitu viwili ambavyo Mungu aliambia usiku wa leo juu ya mauti na nguvu ya mauti. Ni mikutano mingi, makanisa mengi leo hatubiri kuhusu mauti, lakini mwambie mwenzako kipo, kipo. Mwenzako kipo.

Ibrahim alikufa akiwa mzee sana, ili ameshiba siku tatu katika uzee mwema. Inasema Isaka naye atafa akiwa mzee sana, ili ameshiba siku tatu katika uzee mwema. Mwambie mwenzako kifo kipo, upende usipende. Kuna siku utazikwa. kama nimeema sema hivyo, utamwona Yesu mawinguni, na huu mwili wako unaepiga mswaki na kunuka utadondoka kama vile samadi utavipo mwili wa roho yako, mwili usiokufa, mwili usionuka jasho, mwili usiotoa funza. Mwambie mwenzako kifo kipo, kifo kipo. Mwambie mwenzako. Na leo vipo vimekuwa vingi, wagonjwa wanakufa wenye afya wanakufa. Tukimbiliwa mtu hata kama ni bilionea kama Obama, ameshushwa hapa na na Nelson Obama ya gari hapaaobama beast ya kivita inaitwa mnyama, lakini sisi wakafa. Kuna namba sita sita za ule mnyama, sawa sawa, watajijua wenyewe. Haleluya, analindwa kila mahali nakuelezea wazi Obama kwenye sherehe ya ikulu akula chakula kilichopikwa na Kikwete, amekula vyakula vya kwao, wanaogopa kufa, lakini siutafika Obama hapa, wajipange madaktari specialist mia nane bwana akisema anaondoa Obama itaondoka tu. Hakuna mwenye uwezo kukimbia kifo, awe rais, awe mkuu wa majeshi, ataondoka tu. Ni kweli ama kitu Nikwe, kama kama Ule ulinzi na mlinda wakati wa kifo hawataweza kumlinda, amen. Kuna mambo mangapi? Matatu. Haya mambo hata viongozi wa mafamilia huwezi kuikimbia. Jambo la kwanza, huwezi kukimbia kifo. Jambo la pili, huwezi kukimbia hukumu ya Mungu, amen. La tatu, huwezi kulikimbia neno, neno litasimama tuna u siku ya mwisho. Usiseme wachungaji wa ruslani msalanga wa kuandaa nchini sikusikia. Ukisikia hapa uokoke usiokoke, siku ya mwisho yani neno la Mungu tale leo litafunguliwa kwamba ulihubiriwa tarehe fulani ukapuruza. Kutaingia jina la mtu, hata malkia Elizabeth mwenye miaka mia moja sasa, wakati afika atakufa tu, mwenye Alifungwa sanda sana, hazikumshikilia aliingia kaburini, kaburi alikumshika, siku ya tatu akaamka tena. Aliambia wale aliambia wale Wayahudi na Mafarisayo, akasema mnaniua nini? Natoa uhai wangu mwenyewe. Soma Injili ya Marko. Wakati wamemjia kumkamata, akawauliza mnamtafuta nani? Yesu mwanama ndio mimi, wakamka chini mara pida na chini, akaambia sikilizeni Amna uwezo wa kujua kama mekula paa chini mara mbili, okay. Naangoa uwepo wa Mungu, uwepo wangu wa kimungu, maana yeye ni Mungu uwepo wangu. Sikiliza, Yesu ni Mungu na ni mwana wa Mungu. Mungu ni huyu, ana nafsi ngapi? Mwanadamu ni huyu, ana nafsi ngapi? Una roho una nafsi na nini? es kaja kwa china wa upombozi Naongea mtu. Naongea mtu. Naongea mtu. Sura ya tisa. na, na, na, na, na mstari wa 27 anasema na kama vile watu walivyowekewa kufa mara moja na baada ya kufa ni hukumu. Waebrania tisa mstari wa 27. Hebrew chapter 9 verse 27. Kama vile mtu alivyowekewa kufa mara moja na baada ya kifo ni hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Nitakusaidia. Leo uko ufunuo au iko elimu ambayo si elimu ya Biblia, ni elimu viongozi wetu wa dini waliweka kuwafariji, wafariji watenda dhambi, ili wafe na dhambi, wakitegemea wataombewa, wataingia peponi, wakuombeaijia mtu aliye kufa asamehe baada ya kifo. Nilikosa. Bwana asifiwe. Maandalizi ya safari yako ya mbinguni auandalii wakati wa kifo. Ndugu zetu Waislamu wanasemaga asubuhi saa kumi na moja swala swala, hamtauswali swala, swali kabla ujasaliwa. Najua mwanake uko ndani ya jeneza, pamba zimejaa, unangojea sala mchungaji aita kuingiza mbinguni. Maana Mungu anafanya upatanisho wakati roho na mwili viko hai. Ukifunga kauli, hakuna neema, na kama auamini, nenda hospitalini, ukaona wako wenye zambi wanapokataa kufa. Maana malaika wa mauti anakuja, wenzengu Israel kwa sababu ya chuki ya Waisraeli. Lakini shetani ya mauti aiti ni shetani mwenyewe Israel, manake ni prince. Mwana wa kifaa amen, hakuna roho. Bwana Yesu asifiwe. Utaona mwenye zambi a ya mafi ah! ah! yanatoka mikojo inatoka ya ulimi unatoka, usicheke.

Na kwa mara angalia vifo kwenye zambi utakuta macho umetoka, ulimi umetoka, lakini mwenye haki amelala. Amen. Mama yangu nilimzika mwezi alipita ishirini. Asubuhi aliamka na, kabla nipanda Nairobi mara kwanza, akaniambia, ukisikia nimekufa, naomba rudi Nairobi mtoka mtoka kabogoka. Wale wengine wawili wa kushoe najua. Na alipofariki Jumatano, alikaa kwenye kiti. Baba yangu Miriam anasema alimuona akiangalia mdiko, kama anatabasamu. Alafu baadaye akafunga macho akatulia, wanapikisa kasha ongo <coughs> lakini mwenye zambi sabu gani aliona malaika wakishuka, sema malaika <coughs> watuani <coughs> wakija kuichukua uhai wake. Na mtakatifu anapokufa ni kama anaama msalanga, anaenda kibooni na ajamishwa kwa notes, ameama kwa halali, anaamia nyumba yake mwenyewe. Hata wakati wa kuhama anasema wanangu, he, leo kumbuka kuna mimi, nilikuwa ilikuwa ni furaha. Tena mama ndio alikulazimisha wewe. Anasema uongo. Mama alikulazimisha wamie kwa hapo, anasema uongo, ni kweli. Ni mazika mimi, bwana mimi. Lakini mama anasema ni heri niende kwangu, mambo ya kuambiwa asubuhi mama choki, na maji ya piga deki, nyumba ya fadhiliwa. Unajua kwako ni kwako, hata kama ni nyumba ya udongo unaishi kwa amani. Kifo cha mwenye haki ni kama ana ama kwa hiari, na anaenda kwenye nyumba yake mwenyewe, sio nyumba ya kupanga ya mama fulani ile mkoroji kupaa nyumba mbaki. Anaenda kwa amani, anapanga muda kuondoka, anapanga muda kuondoka, anaenda kwa amani yake. Lakini kifo cha mwenye dhambi akina amani no. na wakati tulio nao, miaka imekuwa mifupi. Ukifika miaka thelathini mwambie asante Yesu, ukifika arobaini asante. Kizazi hiki cha kwetu Akiwezi kili kufika miaka hamsini, kwa maana dhambi inapoongezeka na kifo kinaongezeka. Amen, maovi yanapoongezeka vifo vinavyoongezeka. Ukisoma Biblia mtu wa kwanza aliyeishi miaka mingi nani? Methusela ameishi miaka elfu moja na sitini. Sawa sawa mea sitini tisa na sita Daudi Adamu kafa na miaka mia tisa thelathini sasa, sawa yeye kafa na tisini na tisa Amen. Adamu, mwanzilishi, kafa miaka pungufu kidogo. Methusela kaishi miaka mingapi? Mia tisa sitini, Adamu kafa miaka mia tisa thelathini. Kwa nini Adamu afe miaka michache alafu mtoto wake aishi miaka mingi? ni mwana tu, sisi sote tu uzao wa Adamu. Nisiongee leo kiteolojia, naomba msinikosoe, naongea kidirect. Haleluya ni, <laughs> ni mwana tu, maana sisi sote sisisota tu uzao wa Adamu na Hawa. Amen, tu uzao wa nani? Kwa Mungu hakuna mjukuu, amnielewe. Musa akasema, nikienda kwa wana wa Israeli niwaambie, wewe ni Mungu gani? Akasema waambie, Mungu wa baba yenu Ibrahim, Isaka na Yakobo babu. Mungu wa babu yenu <laughs> Kwa Mungu hakuna babu wala hakuna bibi, kuna baba, kuna mama. Mauti juu mauti ipo. Amesema kama vile mwanadamu mara moja na baada ya kifo ni hukumu. Mungu tufike tambue, kifo kipo na kila mtu lazima ajiandae